Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumanne, juma la 26 kipindi cha kawaida mwaka si wa kanisa. Leo kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Hieronimo, padri na mwalimu wa kanisa. Masomo ya leo Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Zekaria sura ya nane aya ya ishirini hadi ya ishirini na tatu. Na somo la injili linatoka katika injili ya Luka sura ya tisa aya ya hamsini na moja hadi hamsini na sita. Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Luka. Ilikuwa siku ya kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia. Yesu aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake. Wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji hawakumkaribisha. Kwa vile alivyoelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohane walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uwaangamize? Akawageukia akawakanya. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Neno la Bwana. Eh, wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari ujumbe ambao leo tunaupata katika njili tuliyokwisha kuisikia. Kwanza kabisa, njili ya leo inaanza kwa kutuhabarisha juu ya Yesu akionekana kukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Tukio hili ni muhimu sana kwani kadiri ya Injili ya Luka ndiyo tunaanza kutafakari juu ya safari ya Yesu Kristo kuelekea Yerusalemu, ambapo tafsiri za maandiko matakatifu inatuelekeza kuwa Yerusalemu ndiyo mji unaoashiria maendelezo kati ya agano la kale na agano jipya katika mpango wa Mungu, kwa namna ya pekee, mpango wa wokovu ni katika Yerusalemu. Yesu Kristo anapenda kukikabili kikombe cha mateso ili afanikishe mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu, na baada ya matukio yote ya kushtakiwa, kuteswa hadi kufa na kisha kufufuka, na akiisha kupaa kurudi kwa Baba, kanisa linazaliwa humo Yerusalemu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu anayewashukia mitume siku ya Pentekoste, na habari njema ya wokovu inahubiriwa toka Yerusalemu hadi pande zote za dunia. Mpendwa msikilizaji, tumesikia katika injili kuwa Kristo alitanguliza wajumbe, lakini hawakupokelewa, hasa katika kijiji cha Wasamaria kwa vile alivyoelekeza uso wake Yerusalemu. Jambo moja la kufahamu ni kuwa Wasamaria na Wayahudi hawakuwa katika mahusiano mazuri, yaani hawakuwa na mapatano baina yao. Rejelea Injili ya Yohane sura ya nne aya ya tisa. Wasamaria waliwasumbua wahaji waliokuwa wakielekea Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu na hivi wengi walikwepa kupita Samaria. Rejelea Injili ya Mathayo sura ya kumi aya ya tano. Kukataliwa kwa Yesu na Wasamaria kunaonesha wazi upinzani wa kwanza anaokutana nao Yesu anapoelekea Yerusalemu ili kutimiliza kazi yake ya ukombozi. Upinzani huu alioupata pia katika utume wake alipokuwa Galilaya. Rejelea Injili ya Luka, sura ya nne, aya kumi na sita hadi thelathini. Wapendwa katika Kristo, kazi za kimungu au zozote zinazohushuhudia ukweli hupokea upinzani mkubwa. Katika jamii zetu, tupo ambao hatupendi kabisa kuona shughuli mbalimbali zinafanikiwa tena hasa zinapofanywa na wale ambao tunawaonea wivu kuzuia kwa namna yoyote ni kuwazuia wengine kupata maendeleo yaletwayo na shughuli hizo. Tusiwe na ubinafsi wa kiasi hiki. Daima tuwe mstari wa mbele kuunga mkono jitihada zote ili kuleta maendeleo na ustawi wa jamii zetu na kanisa lote. Ijapokuwa Wasamaria hawakumpokea Yesu tukirejelea Injili ya Yohane sura ya nne, aya ya kwanza hadi 42. tunasoma habari inayohusu mazungumzo ya Yesu na mwanamke Msamaria ambapo hatima ya mazungumzo inapelekea mwanamke yule kumwamini Kristo na kwenda kushuhudia katika vijiji vya kwao na hata watu wengi wakaamini. Hili linadhihirishwa tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya nane, aya ya nne hadi ile ya ishirini na tano ambapo Filipo anaelekea Samaria na anawahubiria habari watu wakabatizwa, na baadaye Petro na Yohane walikwenda ili wapate kuwashuhushia Roho Mtakatifu. Wapendwa katika Kristo, hapa kwanza hatuna budi kusadiki juu ya nguvu ya neno la Mungu lenye kuponya Kuokoa na kuwafanya watu kuwa viumbe vipya. Ikiwa watu waliamini kwa kusikia habari njema, basi neno la Mungu ni msingi imara kwa imani yetu. Ndiyo maana mtume Paulo anakazia akisema, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Rejelea kitabu cha Warumi sura ya kumi aya ya 17. Pili hatupaswi kukata tamaa tunapowahubiria wasioamini neno la Mungu. Ingewezekana kwa Yesu kuwaacha na asiingie tena katika vijiji vyao wala baada ya Pentekoste, mitume wasingeenda tena kuhubiri huko. Lakini kwa kutambua nguvu ya neno la Mungu na huruma yake ipatikanayo kwa neno lake ilifaa wao kuendelea kuchochea mabadiliko kwa kuhubiri kwa dhati, ili watu waokolewe na bidii yao ilizaa matunda. Hivi tuwaombe na tuzidi kuwahubiria kwa upendo wale wote wanaokataa ama kupinga kazi za kimungu zinazolenga kubadilisha maisha ya watu yaelekee ukweli. Mpendwa ya msikilizaji. Jambo lingine ambalo tumesikia leo katika Injili ni juu ya ombi la Yakobo na Yohane kushusha moto ili waangamize, na Kristo anakataa akiwaambia, Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Hapa Kristo anarejelea tena msingi wa kazi yake aliyokuja kuifanya, kwamba hakuja kwa ajili ya wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Rejelea Injili ya ya ya Luka sura ya tano aya ile ya thelathini na mbili. Hawa wanaomkataa ndio wenye dhambi ambao Kristo amekuja kwa ajili yao kuwaokoa na waonje huruma ya Mungu. Hivi kwa tendo la kuelekea uso wake Yerusalemu, anaashiria pia huko ndiko ambako huruma ya Mungu itafunuliwa msalabani na wote wasiosadiki watasadiki na kumwamini kuwa yeye ndiye masiha wa Mungu. Hivi katazo lake la kutoshusha moto ni zuio la kutokuwa na kisasi kwa wote. Kristo, kwa kufanya hivi, anawataka mitume wake kuelewa kuwa hata wao katika kazi za kitume watakazofanya watakataliwa lakini itawapasa kuvumilia na kuhakikisha kuwa wanazidi kuwa watu wa huruma na kuwaleta karibu na Mungu wote kwa upendo. Hivyo, ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo utusaidie kutafakari juu ya namna navyoweza kukabiliana na magumu nayopitia katika kutimiliza wajibu wetu wa kila siku pasipo kuwa watu wa kisasi bali tuzidi kuwa watu wa huruma na upendo na kwa maisha yetu tuwavute wote kwa Mungu. Aidha, kwa maombezi ya Mtakatifu Hieronimo ambaye kanisa linamkumbuka leo, atusaidie kuchochea ari na bidii ya kusoma neno la Mungu ili kwa neno hili tujenge utamaduni wa kujadiliana na Mwenyezi Mungu na kumjua yeye kwa undani na hivi kuungana naye daima na milele. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Iliyokuletea tafakari hii ni mimi Frateri John Melita wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!